Bwana, bwana alikwenda katika ile anasema pool of Bethsaida m. Hmm, a ah, moja ya mabirika ambao alikuwa katika hekalu. Akaenda pale, kuna umati wa watu ambao wanaumwa wengi, akamkuta jamaa mmoja kwa pale, akamwambia unataka kupona? m Hmm? m hmm. dali ta saa taka titi, yani hivi wewe una, una haja yako una shauki yako, bwana anakuambia unataka kupata hicho kitu, hmm. Unamwambia bwana, yani sina mtu Yani mi nimekaa hapa muda mrefu yani, mm, changamoto yangu yani, unaeleza vitu vingi. Swali ni rahisi, unataka kupona? Unataka kuona badiliko? Mm. Mungu anasema hivi, ndiyo maana unaposali usimsii Mungu na kutenda kana kwamba ana sitasita kukubariki, umeelewa? Mm. soma, tena, bana, tena, bana, tena tena, tena, tena, tena, tena, tena yaani ameanza akarudi kama mara saba kama vile yani yani Mungu asikii, kama vile Mungu ni eh. <laughs> kabla hata ujaongea mtumishi anajua haja moyo wako. <laughs> Eh? ukurudia mara saba, imaanishi ndo amesikia <laughs> <Ndoha> lazima, <laughs> kuwe kuna mguso wa imani ndani ya moyo wako <laughs> kulandaa na kile ambacho anakisema ndiyo maana ni muhimu kuinvest au kuwekeza kwenye kujifunza neno la Mungu kwa sababu ukijifunza neno la Mungu utajua fikra yake na mtazamo wake kuhusiana na haja yako yes. hmm. Asema, Yesu alisema katika Mathayo saba kumi na moja, ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao eh? wamba kwamba leo we unajua kuleta vitu vya faida vya ubora vya utukufu vya ushindi kwa watoto wako eh? mtoto wako akiomba mkate umpi jiwe, sinahivo sasa, mm-hmm. Bwana anasema kama ninyi ambao ni waovu, kama ninyi ambao ah, <laughs> kwa kifupi mnazingua, alafu bado unaweza kutoa vyema kwa watoto wako, je, unafikiri baba yenu aliye mbinguni ambaye ni, ni mkamilifu ni mwenye haki ni mwadilifu ataacha kuwapa mema watoto wake? Sio zaidi, zaidi kuliko na ninyi kwaliu kwa unafikiri nabidi umwambie Bwana, yaani umlilie yaani umbege yaani mtutuwmungu anasema hivi: tumia imani yako tu na tumaini katika Bwana, kwa kuwa yeye anakupenda zaidi ya unavyojipenda mwenyewe. Hai. na anaweza kukutegemeza zaidi katika ulimwengu kwa wingi, yani kwa, kwa mali kwa ujazo kwa utukufu.